Karibu kwenye mwongozo wa kitaalamu wa kuingiza alama muhimu kwenye Windows kwa kutumia Unicode. Leo tutakuonyesha jinsi ya kuingiza alama za simu, barua pepe, nishani ya eneo location, hatutaki simu no phone allowed, na wapenzi couple, kwa urahisi kabisa. Fuata hatua hizi za haraka ili kuongeza alama hizi kwenye nyaraka zako. Tuanze na alama ya simu. Ikiwa unataka kuingiza alama hii kwenye nyaraka zako, andika 1f4f1 kisha bonyeza alt plus x. Alama ya simu itajitokeza hivi sasa. Tuenda kwa alama ya barua pepe, andika 1f4e7 kisha bonyeza alt plus x ili kuingiza barua pepe hii ni alama bora kwa kuonyesha mawasiliano ya barua pepe. Ikiwa unahitaji kuonyesha nishani ya eneo, andika 1F4CD na bonyeza Alt plus X. Alama ya nishani ya eneo itajitokeza. Ikiwa ni nzuri kwa kuonyesha maeneo au ramani. Sasa tutaangalia alama ya hatutakisimu. Andika 1F4 F5 na bonyeza Alt plus X ili kuingiza No Phone Allowed. Hii ni alama inayotumika kuonyesha maeneo au shughuli ambapo simu haziruhusiwi. Mwisho, tuenda kwa alama ya wapenzi. Andika 1F46B na bonyeza Alt plus X. Alama hii itakuletea picha ya wapenzi na hutumika kuonyesha uhusiano au ushirikiano. Hiyo ndiyo njia rahisi na ya haraka ya kuingiza alama hizi kwa kutumia Unicode kwenye Windows. Kumbuka, unaweza kutumia Windows plus kufungua emoji keyboard ikiwa unataka kupata alama nyingine kwa urahisi. Kwa kutumia alama hizi, utaongeza ubunifu na ufanisi katika nyaraka zako. Jiunge na Tajuda Tech kwa zaidi ya vidokezo vya teknolojia na ufanisi. Anza leo kutumia alama hizi kwenye nyaraka zako. Endelea kutufuatilia kwa vidokezo zaidi vya kitaalamu na msaada katika matumizi ya Unicode. Shukran kwa kutufuata.